Amwingine tunakuwa na hizi facilities hatuzitumii. Mimi mwalimu huwa nawafundisha kwamba watanzania wengi wana mafriji makubwa, lakini ukifungua ndani kuna kilo moja tu ya maharage yaliyochemshwa. Kwa hiyo friji linaunguva masaa 24. Umeme unamalizika kaajili ya kuacha tu hiyo kilo moja ya maragi iliyochemshwa. Kwao sio matumizi mazuri. Facility ipo lakini, je, tunafanya matumizi mazuri? Kwa hiyo napenda tupate hiyo changamoto, ili kuweza kutumia, kwa sababu unajua kwenye r ujaze nyama ujaze samaki, unahitaji hela nyingi za kuweka, lakini hii hauhitaji hela nyingi za kuanzia, just register, iandikishe anza kutumia. Um, huu ni ushahidi kuwa Maendeleo Bank PLC inatekeleza kwa vitendo mkakati wake wa ukuaji wa kidijitali na kufanikisha azma ya kuwa benki ya kisasa inayoendana na mabadiliko ya teknolojia. Kama nilivyosema, internet inafungua milango mingi sana ambayo ilifungwa. Kwa hiyo, na hakika kwamba tunaendelea kupata huduma nyingi zaidi na, na zaidi. Mabibi na mabwana, kwa mujibu wa Finscope survey ya mwaka 2023, kiwango cha upatikanaji wa matumizi ya huduma rasmi za fedha kiliongezeka hadi asilimia 89.76 mwaka 2023 kutoka 86.55 mwaka 2017. Hii ilichangiwa sana na uimarikaji wa huduma za kifedha kwa njia ya kidijitali na hasa huduma za fedha kwa njia ya simu, na sisi tunapoingia kwenye mfumo huu wa click, bank smile tunatarajia, tutachukua tuta hatua kubwa zaidi katika kutoa huduma zetu za kibenki. Hivyo ni imani yangu kuwa huduma hii ya internet banking si tu kwamba itawanufaisha wateja wetu, bali itasaidia katika ukuaji wa uchumi wa wananchi na kuongeza ujumuishi wa kifedha nchini. Kwa namna hii benki inachangia moja kwa moja katika malengo ya serikali katika kuimarisha uchumi wa kidijitali na kuhakikisha wananchi wengi wanapata huduma za kifedha kwa urahisi zaidi. Nikisema hivyo, na maanisha kwamba huna sababu ya kwenda kuchukua fedha benki, ili matela wanazihesabu unazichukua, unatembea nazo barabarani, unakuwa na wasiwasi wa kuibiwa, unakwenda benki nyingine nao hawaziamini. Ukiwaambia nimetoa Maendeleo Bank sasa na napeleka, hawataamini, nataka tena kuzihesabu. Kwa hiyo inakuwa ni kazi kubwa sana ya kuhesabu fedha, na vitu vingi kwa kweli vinapungua katika hivi, fedha bandia. Unajua serikali wanataka tuende more and more to a cashless society. Kwa kiasi gani tutakuwa kwenda kwenye cashless, matumizi madogo ya fedha. Unajua mtu anapozoea na fedha anazitamani, anaweza kufanya hata uhuni wowote, kwa hiyo inatusaidia kuondoka huko, tunakuwa kwenye matumizi um, sahihi. Napenda kuhakikishia kama alivyozungumza katika ule mjadala uliopita, uh, benki inafuatilia kabisa. Nafikiri tunafahamu kwamba data protection sheria zizopitishwa na kila taasisi katika nchi hii inatakiwa kufuata taratibu za kuhakikisha kwamba data za mteja Um, zinatunzwa na tunaweka, na bodi haina haina msimamo mdogo katika jambo hilo, kwamba data za mtu lazima ziweze kutunzwa. Na lakini pia ni watake, pia hata sisi wenyewe tuna matumizi, kwa sababu usalama unaanzia na wewe. Kwa hiyo wewe kwa kiasi gani unaanza kumwonyesha mtu password zako simu yako ambayo inatumika kupokea one time password imepotea, umenyamaza, na password yako umemwambia mtu, mtu amechukua. Kwa hiyo nasema security inaanzia na sisi wenyewe. Ndio maana hata serikali inasema simu zisajiliwe, tujue simu namba fulani anayo nani. Simu imepotea leo na unayotumia kwa ajili ya benki, na wewe umekaa tu na narudia tena, na password yako ya kawaida umeshashare na watu wengine, na hujui uliyoshare nao ni watu gani. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi wenyewe tuwe makini katika, uh, hilo. Napenda toa pia kutoa wito kwa Watanzania wote kutumia huduma ya Click Bank Smile ili kujionea urahisi wake na manufaa yake. Hii ni huduma iliyoandaliwa kwa ajili yenu, hivyo ni jukumu letu kuitumia kwa tija. Click inamaanisha kitendo cha kubofya au kugusa screen ya simu au kompyuta yako ili kufanikisha miamala ya kifedha kwa urahisi. Bank inawakilisha huduma za kifedha zinazopatikana kwa njia ya mtandao, zikikupa uwezo wa kusimamia fedha zako bila kutembelea tawi la benki. Smile inamaanisha uzoefu mzuri usio na usumbufu unaompa mteja furaha na amani ya akili anapotumia huduma hii. Huduma hii imelenga kwa hapa wateja wetu njia rahisi, salama na haraka ya kufanikisha shughuli zao za kibenki popote walipo, bila kuhitaji kufika katika matawi ya benki. Hiki ni kipaumbele chetu kikubwa kwa mwaka wa 2025 chenye nia ya kuendeleza ukuaji wa kibiashara kwa njia ya kidijitali na kuimarisha mifumo ya uendeshaji wa kidijitali. Hivyo huduma hii ya Internet Click bank smile ni mwendelezo wa mpango mkakati wa benki wa kuhakikisha kwamba Maendeleo Bank PLC inaendelea kubuni na kutumia teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma bora kwa wateja wetu. Kupitia huduma hii, wateja wataweza kufanya miamala yao kwa urahisi zaidi na hivyo kuokoa muda wao, ikiwa ni pamoja na mosi, kuhamisha fedha kutoka akaunti moja hadi nyingine; pili, kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kufuatilia taarifa za akaunti zao kwa wakati halisi, kufanya malipo ya mara kwa mara na ya moja kwa moja kwa kutumia akaunti za Maendeleo Bank PLC, kuomba hundi na kadi za ATM na mengineo mengi ambayo yamebuniwa kurahisisha miamala ya kifedha kwa wateja wetu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama unavyofahamu ulimwengu wa sasa unakuwa kwa kasi katika sekta ya teknolojia ya kifedha. Tanzania nayo haiwezi kubaki nyuma katika mapinduzi haya. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza matumizi ya teknolojia ili kuboresha sekta mbalimbali ikiwemo sekta za fedha. Kwa kuzindua huduma hii, Maendeleo Bank PLC inachangia juhudi hizo kwa kuhakikisha kuwa wateja wetu wanapata huduma za kibenki kwa njia za kisasa, salama na rafiki kwa mazingira yote. Ndugu mgeni rasmi, mabibi na mabwana, lengo letu ni kuhakikisha kuwa huduma za kifedha zinawafikia wananchi wengi zaidi, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara wadogo na wakati wakulima, wafanyakazi na wajasiriamali wa sekta zote. Click Bank Smile inatoa fursa kwa watanzania wengi kutumia huduma za kifedha kwa njia ya kidijitali, kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara na kuongeza ufanisi wa miamala ya kifedha. Kwa kutumia huduma hii, wateja watapunguza muda wa kusubiri kwenye foleni, kupunguza gharama za usafiri kwenda benki na kuongeza usalama wa fedha zao. Hii ni hatua kubwa kuelekea mfumo wa kifedha unaoendana na mahitaji ya dunia ya sasa.